Uh, itumiza kuwa watu wote waweze kupanga uzazi ili waweze kuwa na watoto wenye wanaweza kukimu. Tena tumeona kuwa mtuwa, kama tunaweza panga uzazi, pia ni muhimu kwa kumbuka, mbinu zenye zinatumiwa kupanga uzazi pia zinaweza kuzuia maradhi nyingi katika upangaji wa uzazi hata wanaume, kuna zile mashindano wanaume wanapigwa, zenye zichukua muda fulani ili uweze usipate watoto, na ni hizi mbinu zote ziko sawa na hazileti madhara yote upande wa wanaume, na ni kuhimiza wanaume wote hutumie hizi mbinu, na kama hutumii hizi mbinu, basi shikilia mama mkono, support huyo mama ili aweze kupanga uzazi na muweze kupata wale watoto tu wenye... Ah, katika Kakamega County, serikali ya hii gatuzi ina watu wengi wenye wame trainiwa ili kupatiana mawaidha kwa watu wetu wakazi wa Kakamega. Tunajua kuwa watu wengi wanasema oh, kupanga uzazi kuzuia nini kuna wakati mmoja kanisa iliingilia ikasema, usitumie hizi mbinu za kupanga uzazi, lakini hizo ni culture tu. Na watu wetu wanatembea vijijini, tuna community health promoters wanatembea vijijini. Kuna wengi wenye wako wizara, department ya social services wako vijijini, ili kueleza watu ukweli. Tunatumia pia makanisa kuambia watu ukweli kuwa panga uzazi ili uweze kupata wale watoto unaweza hiki. Na tunaelewa kwamba uh, hao wote tunaongelea wanatoka kwa vijiji vyetu. Tunahimiza uh, wale madaktari wetu wa nyanjani community health promoters, waweze kuelimisha jamii kuhusu njia zote ambazo zinapatikana kwa hospitali zetu ili waweze kupanga uzazi kuna zile njia tunafanya wakati tun, tumejifungua na kuna zile tunafanya hata wakati ule tu mama angali labor ward amejifungua tunaita postpartum family planning. Tunahimiza community health promoters waweze kuelimisha wananchi, na leo pia tumekuwa na SHA registration. Na wale ambao walikuwa wajajiandikisha kwa mfumo wa SHA pata huduma hiyo leo. Tumeangalia pia wale wasichana chini ya miaka kumi na nane ambao hawana, uh, hawawezi ku, kuandikishwa kwa SHA. Serikali imetoa uh, agizo kwamba wote wale teen mothers uh, chini ya miaka 18 na wale wako na watoto chini ya miezi sita tuandikishe. Kwa hivyo hata leo Community Health Promoters wamekuwa wakisajili wale teen mothers, chini ya miaka miezi. Pia tunaimiza kwamba watu wote wajiandikishe, kwa hiyo tu ndio njia sisi hata hospitali zetu zitapata kutibu wale wanatutembelea. Kwa majina naitwa Jen Kageha, uh, nafanya kazi na shirika la Japaigo chenye tunafanya ni kusupport uh, postpartum family planning. Hiyo ni family planning especially kwa wamama ambao washajifungua hadi mwaka mmoja. So tunasaidia, tunashirikiana na county, sub counties, uh, facilities na hadi community. Uh, kwa majina naitwa Alice Sareto. Nafanya kazi na mradi unaitwa Tiko. Tiko tuna fanya tuna tuna tuna address triple threat. Triple threat threat ni teenage pregnancies, HIV and and AIDS na SGBV, and in Kakamega county we also doing my, uh, mental health uh, because sisi tuna advocate ade no, uh, to advocate, tuna encourage tutumie family planning zenye ni safe ndio wasichana waendelee kusoma, so our target population ni adolescents 15 to 19 and I said atufanye uh, family planning peke yake, tunafanya vitu mingi, we are in uh, 16 counties. Na mimi sasa Um, inclusive manager katika wadadia na mimi ni fistula survivor. Kwa hivyo nataka tu kuambia wenzangu we ama watu ambao muko masinani ya kwamba kufanya family planning ni mzuri sana kwa ajili inaweza kukusaidia, hautapata fistula kuzaa kila wakati, unafika mahali tumbo la uzazi linarekea. These small tissues inarekea, kwa hivyo unapata unapoenda kuzaa mtoto akuume kwa muda mrefu unapata fistula, na hiyo fistula ni kwa maana wewe mwenyewe haujajipanga na tena umezaa mtoto hapo na hapo, na mtoto amekuuma kwa muda mrefu.